Ukisema mimi nimemwacha utakuwa umefanya kosa kubwa sana yani, ukisema ukisema mimi nime, ukisema mimi nimemwacha ni utakuwa umefanya kosa kubwa sana. Unaposema umemwacha au umeachana maana yake mmekaa chini mkakubaliana, kwa sababu bwana wewe shika njia yako, mimi nishike njia yangu, ushapata. Lakini ukisema nimemwacha, nimwambia na mimi na na move on na maisha yangu, na move on na maisha yako, siwezi kufanya hivyo wala tuwezi kufanya hivyo. Ah, sasa hayupo nyumbani uh, kwa sababu kuna uh, kama miezi mitano mitatu kuna vitu anafutengi. Kwa nini sijue? Sasa mtu nitashindaje kujua mama mtoto wapo? Nitashindaje kujua mwanamke ambayo nimekaa naye miaka kumi na sita? Nitashindaje kujua mwanamke ambaye nimechuma naye? Nitashindaje kujua mwanamke ambaye alinikuta si lolote si chochote, Dar es Salaam mimi ni mgeni, alinishika mkono akaniambia njia za kufanikiwa ni moja mbili tatu nne tano shindaje kujua alipo. Kwa hiyo nikisema sijui alipo, nitakuwa ni mpumbavu na mwanaume wa mwisho kabisa. Mimi najua alipo, alis, najua yupo sehemu salama, najua yupo kwenye mikono salama, ni katika utafutaji, upambanaji katika maisha ya kila siku. Mimi mgawanyo wangu wa mali Nili, nili, wakati natafuta napambana na nilikuwa na nimekaa na pambana kwa sababu ya familia, cha kwanza mtu ambaye na focus naye ni mtoto wangu, lakini kumbuka mimi sina mtoto mmoja, nina mtoto mwingine ambaye kwa siwezi kumwacha bila riziki. Nilipambana kwa sababu ya Marichui, nikapambana kwa sababu ya ndugu yake, ambao wote nimeshawafanikia. Hata nyumba ninayokaa ya bilioni moja nukta tatu ile nyumba tayari ya Marichui, lakini kwa sheria na katiba ya nchi yetu, umri wa Marichui bado miaka kumi na nane ijafika kwao, itakuwa under a parent, ambao wazazi wake ni mimi na Alice. Kwao ile nyumba mimi na Alice ya kwetu tayari ni Marichui. Uwekezaji mwingine niliofanya Mbweni, huo ni uwekezaji, nimejenga kwa sababu ya familia yangu, ndomaana hauna jina langu la Mbweni nimejenga nyumba lenye jina la Tatu Mrisho Baton ambayo ni mama yangu. Kwa nini nilijenga bweni ghorofa kwa, kwa sababu kuna kujadaa kuna kuumwa kwayo, ile nilimpa zawadi mama yangu wa kunizaa na kunilea kuwa mtu mzima na ndevu zangu. Then verifya gari yaina ya verifya nilimpa zawadi mdogo wangu baada ya kugradueti chuo, nilimwambia usiku ukimaliza chuo bila kuntia aibu, anaitwa Asha Bato Mwemba, ukimaliza chuo bila kuntia aibu, hii verifya nakupa kwa jina lako, kwa hiyo haipo kwenye jina langu, ile ile ni ya kwake. Mercedes Benz nilisema kabisa nitakapokuja kuwa na nyumba zaidi ya tatu nitataka kiwa kumfanyia kitu mama yangu. Kwa hiyo Mercedes Benz toka anayenunua haina jina langu, haina jina la Marichui, halina jina la Alis, imeandikwa tatu Mrisho Baton. Mazda, Mazda ambao ah, no, nakwambia mi, nakwambia mgawanyo mga wa mali zangu zilivyo, na tulipanga mi na mwenzangu. Mazda haipo kwa jina, haipo kwa jina langu, unanisikia? <laughs> Mazda haipo kwa jina langu. Nilimwambia Alis, wazazi wako walikulea kwa shida, baba yako alikulia kwa shida. Mazda nimeitoa zawadi kwa Mama Mcharo, Matha Mcharo ambaye ni mamaake Alis Mcharo. Mimi na Alis Tuna kiwanja kimoja kipo Kisarawe, hatujajenga. Tupambane tujenge kama tunataka kuishi kwenye nyumba Bunju. Toka nilivyonunua kiwanja na kijumba cha chini nilichokijenga, ilikuwa sio mali yangu, ni mali ya kaka yangu, anaitwa Nusurani Baton Mwemba Nuba. Alinisomesha Mzumbe, alinisomesha UD na nilimwingiza hasara kwenye biashara zake. Kwao nilisema zawadi nitakaompa baada ya mimi kumaliza chuo ni nyumba ndogo ya chini Bunju, ambayo ina jina lake, na leo mchana nitaposti hati zote bodaboda ninaomiliki, boda mimi ni TVS, ipo kwa jina langu na ndo nipata kipato mtu anayeendesha mimi na as. Tuna kiwanja kisarawe tu, tunapambana tukijenga. Kama tutaka kujenga nyumba inabidi tujenge pale. Mali zote nilizozichuma nilishazifanya mgawanyo, na hii nimefanya mgawanyo kwa roho safi.